Leo tuko swalatuljamaa. Swala ya jamaa. ya jamaa swalatuljamaati manake swala ya jamaa si ma hukmu swalati ljamaa nini hukmu ya swala ya jamaa?

Anasema ni faradhi ya kutosherezana, kama alivyosema kwenye jeneza, ni faradhi kifaya, na swala ya jamaa ni faradhi kifaya, lakini ala rijali ni faradhi mkifaya kwa wanamume, sio wanawake kwa wanamume. Njoo hapa, njoo hapa hapa, kaa hapa, utatafuta eh, feni hapa, una baridi kabisa. Sawa jamani. Kwa hiyo faradhu kifaya ala rijali, swala ya jamaa ni faradhi ya kutoshelezana lakini ni faradhi kwa wanamume almuqimina, wakazi wa eneo husika, sio msafiri. Awe mwanaume na awe mkazi wa ilo eneo, swala ya jamaa kwake inakuwa ni faradhi kifaya. Anasema waakaluha na uchache wa jamaa, yaani hili swala iito hiyo swala ni swala ya jamaa kwa uchache, iwe imamu ina imamu wa maamumu na maamuma mmoja, yaani kukiwa na imamu, kukiwa na mtu anayemfuata maamuma angalau mmoja, swala ya jamaa tayari. swala so, ya jamaa ni tayari. Uh, sasa kwenye mada hii ya Imam Shafi swala so, ya jamaa ni faradhu kifaya, yaani hii Dar es Salaam yote msikiti mmoja tukaswali swala so, so ya jamaa, basi wengine wote wakaswali so kivyakovvy inatosha lakini Waislamu wote, watu wote wasiswali swala ya jamaa sisi wote tunaingia kwenye kwenye makosa, kwa sababu swala ya jamaa, shiaru ni shaairillah, swala ya jamaa ni tangao katika matangao ambayo ameweka Allah. Kwa hiyo watu awatakili kuacha moja kwa moja. tofauti na mwanafunzi wake imamu Ahmad. Imamu Ahmad yeye anaona swala ya jamaa ni faradhu aini, ni faradhi ya kila mmoja mmoja, yaani kila mmoja lazima aswali swala ya jamaa kiasi kwamba kama mtu ataacha swala ya jamaa bila wizi, wanaona kwamba swala yake haikubaliki, ukaswali peke yako tu bila udhuri wowote, swala ya jamaa, swala yako haikubaliki. Imam Maliki wao wanaona kwamba kuswali swala ya jamaa ni sunnatu muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, ni sunna iliyokokotezwa. Lakini sisi Shafia tunasema ni fardhu kifaya. Kwa nini? Wa hadithi hii Mtume anasema: salatu rajuli man salla fi jamaatin au salatu jamaa tafdhulu salatu lfadhi bi sab'in wa ishrina daraja. Swala ya jamaa inakuwa bora kuliko swala ya mtu peke yake kwa daraja ishirini na saba riwaya na riwaya nyingine daraja ishirini na tano. Sasa kama mtume amesema swala ya jamaa ni bora kuliko swala ya mtu mmoja, sasa kusema swala ya mtu mmoja, maanake swala ya mtu mmoja ina inakubalika. Ingekuwa swala ya mtu mmoja ikubaliki kwa nini mtume amesema ni bora? Sasa kama ikubariki, ubora unatoka. Kusingekuwa na kulinganisha. Kama hii ni batili kabisa, yani haifai kabisa swala ya mtu mmoja. Eh. Yeah. Hey. Lakini na wale wanaosema kwamba swala ya yeah. faradhi ni wajibu katika madhehebu ya Imamu Ahmad Wanasema mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, siku moja natamani mimi nimwache mtu waadhini, pakiniwe, nimwache aswalishe, mimi niondoke na baadhi ya watu wamebeba kumi, tukawachomee majumba wale ambao hawakuja kuswali jamaa. Na mtume ni nabii rahma Paka anatamani awachomee watu nyumba waungue mle ndani, maanake hilo jambo si dogo, jambo hilo si si dogo. Kwa hiyo kila mmoja kashika mashiko yake eh, lakini eh, nabu nabu shakim, ya myingi baada ya kutoa maamuzi kwa sababu hata masahaba walionekana na naswali mmoja mmoja, eh na hakuna fatwa iliyotoka kwamba mtu atakayeswali peke yake kwamba swala hiyo haikubaliki. Na moja ya dalili nyingine wanaotumia watu wanaosema ni wajib kuswali swala ya jamaa ni pale Mwenyezi Mungu alipoleta utaratibu wa kuswali watu wakiwa vitani kwamba lazima waswali kwa jamaa watu wako vitani wanaswali naa jamaa, kwani moja ya dalili kubwa ambayo aa, swala ya jamaa ni wajibu. Lakini mazivieema mshafi swala ya jamaa ni faradhun kifaya. Kusema faradhun kifaya, manaake ni chini ya faradhi kidogo, yaani faradhi na nguvu. Hii inachukua daraja ya pili. Wa aqallu ma imamu wa maamumu, lakini mchache wa la jamaa ni kuwepo imamu na maamuma mmoja, kisha kuwepo imamu na maamuma mmoja, hiyo inatosha kuwa jamaa. Kwa hiyo hiyo ni hukumu ya swala ya jamaa, lakini kwa wanaume tu. Wanawake swala ya jamaa wao sio, wanawake wanaswali mmoja mmoja. si kama shurutu ha Sharti za kuswali jamaa ni ngapi? kam shurutu ha ni ngapi? sharti za kuswali swala ya jamaa, shekhe anasema, jim sabatu anasema sharti saba zikitimia basi swala ya jamaa imetimia. alawwal sharti ya kwanza, anyanuwia almamumu aliktidaa bilimami, anuie maamuma kumfuata imamu, yaani uwe na nania ya kumfuata yule imamu anayekusalisha, anuie kwamba mimi namfuata imamu huyu katika hii swala manuia anasema hiyo ni sharti ya kwanza. Athani ayarifa almaamumu intiqalati limami walau wasita, anasema ya pili, ayarifa almaamumu mamuma awe anajua intiqalati limami vihamo vya imamu aani maamuma awe anajua hapa imamu amerukuu, apa amesujudi, apa ameitadili, apa amekaa tahiyatu ya kwanza, apa amekaa tahiyatu ya pili. Ayarifa lmamumu intikalatu limami, awe anajua maamuma vihamo za imamu walau biwasitwa eh? Walau biwasita e, hata ikiwa kujua huko kutakuwa kwa kupitia kwa, sio lazima amuone moja kwa moja imamu, lakini kukiwa kuna wasita. kuna mtu anamjulisha kwamba sasa hivi imamu kaenda kwenye kitendo fulani, huyu maamuma akawa anamuona huyo wasita, inatosha. Sawa. Eh, mfano hapa, wakati mwingine natokea, kuna kukatika umeme, watu wa nyuma wasikii sauti ya imamu, kunakuwa na mtu katikati hapo, anakuwa ni wasitwa, anawasikishia sauti nyuma kwamba sasa hivi imamu kaenda sehemu fulani. Ndio wasitwa unaozungumzwa, lakini leo wasitwa inaweza kuwa sio mtu tu. Hata huu msikiti wetu juu tumefunga TV, wale wa kule juu wakao wanamuona imamu anavyoswalisha hapa chini, wanamuona. Sasa hivi anarukuu, nao wanarukuu, sasa hivi anasujudu, nao wanasujudu, madhali wako kwenye jengo moja na imamu wao ni huyo huyo mmoja zaka wasi kwa sawa so, wewe unamfuata imamu kupitia wasitowa TV ni tofauti. Ni tofauti kwamba imamu yuko Maka, wewe unamwona kwenye TV live ni nyumbani kwako, unasema mi nataka kumfuata yule. Hamko kwenye jengo moja, hamko kwenye mji mmoja, hamko kwenye msikiti mmoja, huwezi kuswala. Sawa so, eh, au imamu anaswalisha huko Kariakoo. we uko ukutemeke, madhali unamuona raizi, haiwezekani. Kwa hiyo hata tukisema wasitwa, maanake wasitwa ambao uko kwenye hiyo swala yenyewe na nyinyi mko kwenye hilo jengo lenyewe kwa hiyo ilo ni sharti la tatu, an yarifa lmaamumu awe anajua maamuma, intikalati liman vihamo vya imamu walau biwasita, hata kama ni kwa kupitia kitu fulani kinamjulisha, au mtu anajulisha kwalio hunyuma. Sharti la tatu

Yaani imamu akawa nyuma, wewe ukawa mbele, isitokee ukamtangulia imamu katika sehemu, yaani hapo mliposimama maamuma anatakiwa awe nyuma na imamu awe eh, imamu awe mbele. Kwa hiyo ni sharti la kumfuata, ni sharti la kuswali swala ya jamaa, maamuma asimtangulie Imam, same, tharura. Tharura imamu sehemu waliosimama, isipokuwa kwa dharura, isipokuwa kwa dharura, dharura ambayo itakayompelekea imamu kumtangulia, kama ilivyo katika madhehebu ya Imamu Maliki kwa mfano, kama vile siku zaidi unakuta watu wamejaa wamejaa mpaka kule mbele, imamu yuko hapa hapa nilipo mimi, lakini watu ni wengi, wamejaa msikiti, wamejaa barabara mpaka wamesimama huku mbele kibla. Sasa hii ni dharura. Ukiwa na dharura ya namna hiyo, hakuna tatizo. Lakini hakuna dharura, wewe ukaamua tu kwamba umtangulie imamu swala so, yako hiyo, so, sio swala so, ya jamaa, utaa maswali peke yao Swapeka arabia. Sharti la nne, fi ghairi masjidi, amkaribie imamu. Ikiwa na swali nje ya msikiti, amkaribie nani? Imamu. Ikiwa na swali nje ya msikiti, amkaribie imamu lakini kama wanaswali ndani ya msikiti imamu, <laughs> e, yuko hapo, maamuma kasimama kule nyuma, lakini kanuia kumfuata huyu imamu, swala yake ni sawa jamaa, madhali wamo ndani ya msikiti mmoja. Sisi tunaelewa haijalishi hata kati kuna watu au hakuna lakini madhali imamu yumo unamuona, na we umesimama kule nyuma, na hapa we unamuona na unajua, hapa nahama kwenda sehemu moja kwenda sehemu nyingine, swala yako wa jamaa su swala yako wa jamaa su. Kwa hiyo arabi, shati la nne, ayakuruba minhu, amkaribie imamu fi ghairi lmasjidi ikiwa anaswali, uh, ikiwa anaswali, yes. Akalimu, anaswali nje ya ikiwa naswali ne, amkaribie imamu, asikae mbali na imamu. Kasikabatatu akiwaona wanasema hao watu kila mtu anaswali peke yake. Alhamisu ya tano, an la yahulu bainahuma hailun, kusiwe na kizuizi kati ya imamu na maamuma usio na kizuizi kati ya imamu na maamuma sawa. Eh, imamu yuko chumba hicho, wewe maamuma uko hapa, hicho ni kizuizi. Na kizuizi ni kile ambacho kinakufanya ima usimuone au usimsikie zak vizuri lakini, kama humuoni lakini unamsikia, we bado ni maamuma wake, sawa. Kwa mfano siku ya Ijumaa wapo wanaweza kaswali nje ya msikiti; humuoni lakini unamsikia biwasitati mukabbiru sauti wanamsikia kwa kupitia kipaza eh, kipaza sauti hii, ni wasiaia vile kipaza sauti ni wasiwa, inakufikishia habari kwamba hapa imamu yuko sehemu fulani tu. Alkhamisu alla yahulu bainahuma hailun, kusio na kizuizi kati ya imamu na maamuma. Eh, sasa hapa hatutaki kwenda sana, maana tutapotea. Tubaki kwanza hapa, tutakuja kujua vizuizi huko mbele nakuja. Acha kichwa tukae vizuri kwanza. Asadisu shatu la sita aiitabi almaamumu imamahu mamumu, hakikishe hansata kwa ukamilisi imamu wake ayutabia almamumu imamahu, mamumu akikishe anafwata vizuri imamu wake. nishati ilo Assabiu shartu wa saba palondo la mwisho, alla yaktadia biman talzamuhu fi ada l yakai bima talzamuhu aliada, asimfuate mtu ambaye mtu huyo inamlazimu kurudia swala. Asimfuate mtu ambaye mtu huyo itamlazimu huyo mtu kurudia kurudia swala, yani anamfuata a imamu, imamu ambaye itamlazimu baadaye airudie hiyo swala. So, yake sawa. Maana yake asimfuate imamu ambaye eh, ima alimuona kabisa imamu na yakini kabisa kwamba imamu huyu hana udhu sikumaelewan imamu huyu hana hana uzi <coughs> mathalani, alikuwa naye akamwona imamu kaenda choo sawa, hakutawadha na hiye iko naye pemekivie ule imamu anaswalisha sasa, huyuwa uzi umswala kwa sababu anaitakidi kwamba hana nini, hana swala na itamlazimu airudie hiyo ya s anlaya katadia bimantalzamuhu alihada. Maamuma asimfuate mtu ambaye anajua wazi kwamba itamlazimu huyo mtu anayemfuata kuigulia <tiputa> swala, asimfuate sawa, au Man lahu lahnu fi surati al-Fatiha, mtu ambaye, imamu ambaye ana makosa al-qadih almughayiru lilmana fi surati al-Fatiha, imamu ambaye akisoma surati al-Fatiha anabadilisha maana ya ile sura, hawezi kumsoma Yaani we mwenyewe unajua kabisa huyu imamu anavyosoma Suratul Fatiha haipatii sehemu ya shada, haweki shada, isipokuwa na shada anaweka shada yeah. E, na wewe unayakini kabisa kwamba imamu huyu ndivyo anavyosoma hivi hatusemi ulete zurugu msikitini. Wewe unaejua kwamba huyu anakosea, wee usimfuate, wache wamfuate watu wenye mustawa na yeye ambao kisomo chao na chake daraja ni moja. Hawa watamfuata kwa sababu daraja yao moja Hawezi kukimbia lakini, mtu tunajua kabisa, wewe ni mjuzi kuliko yeye, lakini yeye anavunja hiyo Qur'ani yenyewe kiasi kwamba anabadilisha maana, huyu huwezi kumfuata sawa. Lakini kama mtu atasema alhamdulillahi rabbil alamin badala ya kusema rabi alamu hili ibadilishi maana, ni shiki yetu rabbu, rabbi, rabba, maana ni maana ni sili. Kwa hiyo sharti kumi Shate la saba, anla yaktadia bimantalzamuhu al iada, asimfuate mtu ambaye itamlazimu huyo swala kufanya nini? Kuiuia, asimfuate hii ni swala. Hata kwenye gari weo, uwezi ukapanda gari ambayo unajua kabisa huyu jamaa ajui kuendesha, huyu anakwambia panda, tendeanaenda kukutoa oo au unapanda bodaboda ya mtu unajua kabisa huyu kajifundisha jana anataka kupitisha kwenye marori kwenye magari, aka mjinga sasa. Hasa haya e, ni mambo ya dunia. Swala e, steringi wake lazima awe makini. E, lazima awe makini, lazima a awe makini. Kwa hiyo hizi hizo zilikuwa ni shati